Hapa tunashukuru tena wale wa wakubwa wa mungine wakati wanaitika ava wakubwa wa ba parlema dafa wafanye kazi kubwa ya kuangalia wafike kwa masomo, wafike kumaserivise. Tunaendelea kushukuru. Sasa kazi kubwa ingali nyuma, jua wakimbizi wanaendelea kufika ndani ya muji ya Butembo, wanatoka fasi yote ndani ya hii muji njo sasa, tunaendelea kuomba. Ombi letu ni kuangalia namna gani tena munaendelea kujitoa. Jukujitoa haiishake, njo basi mwendelee kujitoa, lakini nawashukuru sana kwa kazi kubwa mko nafanya, na tunaendelea kushukuru maire de la ville wa muugwai mwingine wakati anapokea watu wenye wanaendelea kuteseka. Tunamshukuru kwa kazi kubwa anaendelea kufanya. Mungu aendelee kuwabariki. Tulikuwa natosha kosa kama tuguze wapi lakini walifaa walifanya kampeni ya kabambi sana kwa sababu muvile yote ya Butembo 4 commune 28 quartier 3 S5 selile walifanya kampanya kubwa, kwa sababu watoto wengi walipata, ingawa wengine hawakupata, tunajua gisi nao watapata, kwa sababu tunaendelea kufanya sensibilisation ya kuangalia namna gani watu waendelee kutusaidia. Ni watu ni wengi sana, kwa sababu unaenda ona mu komine moya munaenda kuwa karibu watu elfu ine mia tano makumi saba. Yingine komine inaenda onekana muatu karibu elfu saba makumi munane. Sasa tunaenda ona wenye walepata wanakuwa wadogo kushindia wenye walibakilia.